Nimeemewa kwa sababu ni kama vile umenisukiza. Sasa kama kijana wetu ameona umuhimu wa Chama Cha Mapinduzi, ameamua kurudi. Wewe ni nani usirudi? sisiemu oye <tipa> Ndugu zangu na wote kwa ujumla wetu. Salamu yetu kipenzi Dkt. Samia Suluhu Hassan, siseemuye Mama Samia amenituma utarahadhara wa kampeni ya urais ule yobo vituka kwenye viwanja vya Kaeso. Mama anasema asanteni sana sana sana. Ombi lake kwetu, kama tulivyojitokeza na sisi na wananchi wanaota tujitokeze kwa wingi tarehe ishirini na tisa tungampigie kura nyingi za kishindo. tutiki tiki la kwanza la mama Dokta Samia Suluhu Hassan, mama Samia oye! tiki ya pili la, la mbunge wetu kakulu muchati kakulu kakulu, kakulu oye! oye tiki la tatu la kijana wetu diwani wetu CCM, oye Chama cha Mapinduzi mm. Nawaomba sana kwa unyenyekevu mkubwa, tukaipigie kura chama cha Mapinduzi. Kata yetu ya Kimurugwa bado vale ina mahitaji makubwa, yanahitaji kura nyingi za rais rahisi, kwa kutu kutupa kura nyingi za mbunge, mtuamini kutu kwa kutupa kura nyingi za mheshimiwa diwani, kwa pamoja waweze a miundombinu. Mwenyekiti wetu wa kata amesema tunayo matatizo ya shule, zahanati, dispensari, kituo cha afya, lakini mambo yote hayo yako kwenye mpango, na hakika mkituchagua utekelezaji utaanza mara moja, kwa sababu tayari baadhi ya miradi imeshatengewa pesa. CCM oye! Yeah. Yeah. Nataka na nikuambie ni Wanakiburugwa, nimefurahi sana mkutano wa leo lakini nimefurahi sana, sio mkutano wa leo, mikutano yote kwa jinsi mnavyojitokeza kwa wingi katika mikutano ya Chama Cha Mapinduzi sisihemu yeah, na hakika mmejenga imani kubwa na chama chetu, na hakika tarehe ishirini na tisa hamjatuangusha tujitokeze kwa wingi tukakipiganie kura Chama cha Mapinduzi sisehemu hoye. Kwenye hadhara hii leo nikakamgu kasesea mjumbe wetu wa halmashauri kuu ya taifa. Mimi nimekuja kusafisha njia wenu hatimaye wapandishi wagombea wetu awadani kwa wana Kiburugwa. Baada ya kusema hayo, walikuja hapa jamani zetu wamesema maneno mengi sana, walichonga sana, walisema wanasema mfamaji hata sisi mwenyekiti <coughs> kweli watu wanakusubiri, lakini wale watu hawana wa neno la kusema kwa wananchi wa Kiburugwa. watabaki kugabwalya, watabaki kuropoka. Wenye sera nzuri ni sisi watu wa chama cha wavinuzi. Wale kama amekuja kasema katukana kafanyaje? Ni famaji haji kutapatapa. Sisi Chama yeah, cha Mapinduzi, hatuweze kusimama majukwani kuongelea habari ya udini, maswala dini ya hapo misikitini na makarisali. Viongozi anaongea dini ili kupata kura, tumaogope kama ukoma. sisiemu hoye endelee kuwashukuru nana imani kubwa. Kata ya Kiburugwa ni kata ya CCM na mtatupa kura saba.

eusmalaae lelo mamba uwe inawezekana wajakwambia, lakini mimi nimepata taarifa kuna wageni kutoka Chauma. Naomba kiongozi wao wa kundi lile la wageni wetu kutoka Chauma pande ya keli

Eim wenekititumepokea kura za ziada za Mama Samia, tumepokea kura za ziada za Kakuru, tumepokea kura za ziada. Sasa mimi naomba kwa msaada wenu Katibu